Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa thanaa lillahi wa swalatu wa wa wassalamu wa ala rasulillah. Leo ni tarehe mbili mwezi wa nne uh, 2025 mwaka, tunafanya pili hii ya kijana Isa ambaye ni kijana ambaye amesilimu na anasomea School of Medicine Mount Kenya University uh, Huyu kijana kwa sababu amesilimu, jamaa zake kule amewakosa na huku sisi Waislamu twashindwa na sisi kusimama na watu kama hawa. Sasa hili hakika ni jambo lenye kuhuzunisha sana. Kwa nini huyu mtoto ashindwe kusoma? Kwa sababu kule amekosa jamaa zake na huku amekosa ndugu zake, manake innamal muminuna ikhwa. Kwa hivyo nafanya apili hii kwa niaba ya huyu kijana Isa na mamake Umu Isa, tuweze kuwasaidia, kumsaidia huyu mtoto awezi kusoma School of Medicine sajari ambayo ni kozi muhimu sana hata kwa jamii yetu. Uh, pay bill ni 659955, 659955 account utaweka Isa, kwenye account utaweka Isa. Mpesa namba ni 072271 3927. Mpesa namba na nayorudi ni 0722713927. Uh, jina litatoka Abubakar Abubakar, uh, kwa hisani zetu, kila anaipata atoe anachoweza. Kama huwezi kutoa basi fikisha ujumbe huu kwa mwingine, pia nawe utakuwa umechangia kwa kufikisha ujumbe huu kwa mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atupe moyo wa kuwasaidia hawa wanyonge madhaifu ambao hawana pahali pa kukimbilia isipokuwa kwetu sisi Waislamu kwa, wa kwa hiyo Waislamu, tufanyeni bidii kumsaidia huyu mtoto uh, fizi kwa, kwa, kwa semesta ni 170, 000, laki moja na elfu sabini. Haishindikani, waislamu wakishikana kisawasawa hawashindwi na pesa kama hizi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajazi kheri wale watakaokutoa na wenye kusaidia kufikisha ujumbe wa watu wale madhaifu, sauti zao kufikisha kwa watu wengine. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wajazi kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.